Solidarity iliyopo kati ya serikali hivi sasa tunavyoendelea na chama cha walimu Tanzania iko mbele yako. Ndio maana wizara ziko pamoja na sisi na chama cha walimu tuko hapa, na 2% yako imesababisha tuanze kutembea tangu mkoa wa kwanza hata huu wa ishirini na mbili. It is 2%. Unaweza ukashangaa ukipotea hivi usije ukawahi kuona kitu cha namna hii tena, na hapo utakuwa umepotea wewe peke yako katika utumishi wako. Maana mwisho wasiku, wa siku utakosa mwelekeo wa jambo lako linaweza likatatulia kwa njia gani. Acha mchezo katika maisha, na hili ni tukio ambalo upo uwezekano tangu uanze kazi hujawahi kuliona, na kama ndio unaliona leo, acha kulipuuza na acha kupuuza umoja tulionao, tunaoendelea nao kwa sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi sijui, labda kwa Arusha hili nitakalolisema halipo na nitawauliza hawa ndugu zangu. Uzoefu umeonyesha budget za halmashauri za wilaya za miji za manispaa, ukienda kuzikagua, kakague tu Mheshimiwa mgeni rasmi, budget ya mwaka uliopita walipanga matumizi ya likizo kwa watumishi na walimu walipanga matibabu kwa watumishi, walipanga gharama za uhamisho kwa watumishi. Kafuatilie uone baada ya kuwa walipanga wametekeleza kwa asilimia ngapi? Unaweza ukakuta kama mapato yao yalikuwa hayakupatikana kwa asilimia mia moja, basi eneo ambalo lilikwenda kutotekelezwa ipasavyo ni eneo la likizo malipo ya walimu kwa likizo malipo ya watumishi kwa matibabu na malipo ya mauhamisho yanaweza yakawa hayakutekelezwa kwa kadri ambavyo ilikuwa imepangwa katika bajeti zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama kiongozi wa mkoa, kuna maeneo yanayoweza kuwa sio maeneo rafiki ya kiutendaji wa kazi, lakini Watanzania mahali popote walipo lazima kuwe na shule na walimu wanapaswa kuwepo kwenye shule hizo. sasa kama yale maeneo ni korofi na inaonekana yana matatizo kadha wa kadha, kwa nini zisiwekwe miundombinu rafiki kwa watumishi walimu, ili wakae katika maeneo hayo waweze kufanya kazi ya kulitumikia taifa hili kwa uzuri, badala ya watu sasa? Ukianza kuambia nendeni Ngorongoro, hawataki kwenda, na wewe kwa sababu una mamlaka ya kuwapeleka, unasema waende tu ni sawa, tunakubali tutafanya kazi mahali popote katika nchi hii, lakini pamoja na kukubali basi tuwekewe mazingira ya rafiki yanayoweza kutusaidia kufanya kazi zetu kwa uzuri. Hatuna maneno, Mweshimuwa mgeni rasmi.